Tupo uh, mkoa wa Morogoro uh, wilaya ya Kilosa kata ya Malolo. Tumehakikisha kwamba tunakufikia popote pale ulipo kukupa elimu iliyokuwa bora zaidi kwenye upande mzima wa unalima nini kwenye shamba lako, na sisi tukaamua kuhakikisha kwamba tunakupeleka katika kulima nyanya iliyokuwa bora zaidi. Wanasema nyanya ni nyanyue. Eh, lakini unaweza kunyanyuka kwa namna gani? Kwa, kwa kulima nyanya hii, ni Imara efuano kutoka kampuni ya East West Seed. Ni mabingwa wa uuzaji wa mbegu za mboga mboga pamoja na matunda, na kwa kulima nyanya hii ninaamini kabisa hautabaki pale ulipo katika eka moja. Ninaamini ukitoa boksi zako mia tisa, uh, hautabaki pale ulipo kwa kiwango cha chini kabisa uza kwa takribani shilingi elfu ishirini na tano Hebu niambia, upiga mahesabu yako kwa, umewekeza takribani milioni mbili, milioni moja hivi katika ekari moja, uko wapi e, katika miaka inayokuja? Mimi ni nika sikiloko, kipindi cha Kilimo Sokoni, tupo hapa kuhakikisha kwamba tutakupeleka kukufundisha kwa uzuri kabisa. Leo tuko shambani, tupo kwenye shamba hili ambalo linalima e, nyanya hii ya Imara F1 kutoka kampuni ya East West Seed. Hawa ni mabingwa wauzaji wa mbegu za mboga mboga pamoja na matunda. Wanasema mbegu bora kwa mapato mazuri, na mapato yenyewe mazuri ni haya. Hii ni nyanya unayoitazama wala si kiazi hiki. Tazama ukubwa wake, yenye ganda gumu kabisa ukilitazama, ina mng'ao mzuri kabisa. Hapa ukikuta kama hii ni moja, tazama shamba hili lote, eh, unakuta nyanya kama hizi, uko wapi? Ndugu yangu mimi niko sikao kwenye kipindi cha kilimo sokoni, tukapata nafasi ya kumtazama e, eh, mkulima ambaye ameamua kulima nyanya hii ya Imara F1 kutoka kampuni ya East West Seed, na hapo tutapata nafasi nzuri ya kufahamu kwamba je, amewezaje kulima eh, nyanya hii ya Imara F1 na uchaguzi wa mbegu huu aliupata wapi? ushawishi wake mimi nikaskloko. Kwa sasa tukaungana pamoja, tukamtazame. mkulima kwa majina anaitwa Washukuru Ali Lufanilo, ni mkazi wa Malolo, kijiji cha Tipi, kitongoje cha Chabi. mimi ni mkurima, ni mkulima wa nyanya na uzoefu wa muda mrefu. Lakini nini ikichofanya nio mzoefu wa muda mrefu, kulingana na mbegu ya Imara ni mbegu ambayo nilijifunza kwa kulima wenzangu, na ni mbegu ambayo nimeamini inafanya vizuri. Kwa hiyo sina mashaka na mbegu ya Imara kwa sababu ni mbegu ambayo mimi kama mkulima nimeiamini na nimeipenda. Ni mbegu inavumilia ina ukame, ni mbegu ina matunda mazuri, na wala haina changamoto yoyote kwenye upande wa soko. Kwa mfano, kwa sasa hivi kwa kipindi hichi tulichokuwa nacho, kama huna mbegu nzuri ya Imara huwezi ukahimili kwenye changamoto ya soko. Ili uhimili changamoto ya kwenye soko lazima uwe na mbegu ya imara F1. Kwa hiyo na nawasii wakulima wenzangu namna wengi na kwa pande nyingi, tulime mbegu ya imara F1. Mara kwanza ilikuwaje kupata ushawishi wa kutumia mbegu hii ya imara F1 kutoka kwa kampuni ya East West Seed? Mara kwanza ushawishi niliupata niende kwa rafiki yangu, naye ni mkulima wa nyanya Kikubwa kilichonishawishi mara kwanza ni kukutana kwa kwa na maendeleo yake alikuwa nayo ya kimaisha, kakuta yupo maendeleo vizuri. Nikamwambia, baba mzangu, unalima nini? Sababu bwana, mimi nalima sana nyanya. Nalima nyanya, nyanya aina gani? Akaniambia, baba, mimi nalima Imara F1. Akanipeleka shambani kwake, nikaenda nikaangalia, kwa hiyo nijifunze kutoka kwa mkulima mwenzangu, na toka ningie kwenye kilimo hiki, kwa kweli na vyo vingi ambavyo nimevipata kupitia kilimo cha nyanya hasa kwenye mbegu Imara F1 Unahisi hisi umechelewa kutumia eh, eh, mbegu hii ya imara ifanywa kutoka kampuni ya East West Seed ya tofauti na huko mwanzoni? Imechelewa, nimechelewa lakini nasema sijachelewa, kwa sababu hai bado tunao na nipo kazini na nafanya kazi. Shamba lako lina, lina, lina, lina ukubwa gani? na u, kwa, kwa, kwa makadirio hapa, tunategemea tunaweza tukapata kiasi gani? Shamba langu na eka mbili, makadirio ya kila mchumo mmoja, skosi zile boksi kwanzia mia tatu mia nne kwa kilo. mchomo mmoja mia tatu mia nne. Na bei kwa sasa ikoje sokoni? Bei kwa sasa si nzuri sana, ila ukowe na Imara soko ni zuri kwa hapa kwa hizi kwa, kwa eka mbili tukukadirie tajiri, unaweza ukawa na bili bi ngapi hapa kwa, kwa, kwa, kwa, kwa kuziangalia tu hizo eka ya mbili? Yani kwa haraka haraka kwa hizi eka zangu mbili, sikosi milioni hamsini Kweli mimi yes, naona milioni hamsini inatoka hapa. Pengine sasa, ushauri wako ni upi kwa wanakijiji wenzako ambao pengine hawajawahi kutumia kampuni ya SSC lakini pia hata mbegu ya Imara F1, lakini pia kwa kutumia mbegu zingine, unaweza kuwaambia kitu gani? wa wakulima wenzangu, na washauri wale wa mbegu ya Imara F1, na wasisikie tu kwenye mtandao, waje shambani, wajionee wenyewe jinsi imara inavyofanya vizuri. Mara zote wanasema usijisifie kama una mbio bali msifie na yule ambaye anakukimbiza. Kampuni ya East West Seed wanahakikisha kwamba wanakukimbiza ili ufikie vile viwango vilivyokuwa bora zaidi. Hawa ni mabingwa uzaji wa mbegu za mboga mboga pamoja na matunda. Umemtazama mkulima hapa. Je, kwa upande wao kama mabwana shamba kutoka kampuni ya East West Seed, na hasa kwenye upande wa mbinu za kujua namna gani unaweza kalima hasa mbinu za kilimo, unalimaje, udongo unakuaje, vimo vinakuaje. Tukapata nafasi ya kumtazama mtaalamu huyu kutoka kampuni ya East West Seed akituelezea namna ambayo iliyokuwa bora zaidi kwenye upande mzima wa kujua mbegu hii inalimwa kwa namna gani na kwenye udongo upo. Kwa majina anaitwa Ibrahim Ramazani, bwana shamba kutoka kampuni ya East West Seed, kitengo cha kutoa mafunzo kwa mkulima. si tunatoaje elimu kwa kwa mkulima? Tunatoa kwa kuweka mashamba darasa. Mashamba darasa kama leo tulivyoweka kwa mkulima wetu Mr. Lusanilo tumeweka shamba darasa kwa ajili ya kufundisha wakulima mbinu bora za kilimo. Mbinu bora hizo za kilimo ni kama zipi? Ni kuanzia uchaguzi wa mbegu. Kwa nini tunamfundisha mkulima achague mbegu ambayo ni bora? Kutokana na msimu au ule muda anaoenda kulima, ili aepukane na, na zile changamoto ambazo zinaweza kufanyaje zikatokea kwenye uzalishaji wake. Kwa hiyo mkulima, sisi tunatoa supporti ya mkulima kuandaa shamba, uandaaji wa shamba, jinsi gani anatakiwa andae shamba na anatakiwa afanye vitu gani. Kwa zao lako unatakiwa ulime zao fulani, na mbolea gani ambazo unatakiwa utumie. Kwa hiyo mbinu nyingine tunamsaidia mkulima kujua matumizi bora ya mbolea na vitu vingine. Kunajua mkulima anatakiwa anzia na mbolea ipi ya kupandia mbolea ipi ya kukuzia, mbolea ipi anatakiwa itumie wakati wa kuzalisha au kwenye kunenepesha matunda. Kingine tumfundisha wakulima kwenye matumizi sahihi na salama ya viuatilifu vya vya magonjwa na wadudu kutokana na zao ambalo mkulima anatakiwa amelima. Kwa hiyo sisi tunampatia sapoti ya kujua viwatilifu gani ambavyo amefanya. Kwenye kujua viwatilifu tunatumiaje, mkulima kwanza anatakiwa aangalie angalia tatizo ambalo lipo shambani au ambalo limeshakumba mmea wake. Kwa hiyo akishatambua kile tatizo, anafanya sasa kwenda kuchagua kile kiwatilifu sahihi, kutokana na ile changamoto ambayo anaiona shambani anaenda kuchukua kiwatilifu sahihi. Kwenye kiwatilifu kuchagua mkulima, kama anakuwa ni complication, anaweza kumuona bwana shamba ambao yuko kwenye eneo lake. Njia nyingine, anaweza kuchuma jani au ile sehemu ya mmea ambayo imeathirika kwenda kwa, kwa wale wanaouza pembejeo za kilimo kwa hiyo mkulima anaweza akasaidiwa kwa mbinu kama hizo. Kitu kingine ni upandaji wa nafasi pamoja na matuta. Kwa hiyo tunasema, kwa mfano kwa upandaji wa matuta, mkulima anatakiwa atengeneze matuta yainuke saizi angalau sentimita ishirini kwa kipindi cha kiangazi. Na kwa kipindi cha mvua anatakiwa apandisha angalau sentimita thelathini mpaka sentimita hamsini kwa kipindi cha mvua. Umuhimu wa kutengeneza matuta ni kusaidia mmea au ile mizizi kufanya upumwaji kwa sababu kama utapanda kipindi cha mvua tuta yako hauna matuta yako chini, kwa hiyo sababisha mizizi kuoza kama kutakuwa na maji mengi sana yanatuama katika eneo lako hilo. Pia upandaji wa kuweka matuta au upangiliaji wa shamba inasaidia, inasaidia mzunguko wa hewa kwa sababu mmea utakuwa huko, kwa nafasi umeoteshwa kwa nafasi, na pia uko kwa nini huko unapata chakula kama ni lishe unapata mmea kama mmea wenyewe unapata. Kwa hiyo faida nyingine ya kutengeneza matuta au uoteshaji wa, wa kutengeneza matuta ni kusaidia zile shughuli za kufanya palizi. Mkulima anakuwa, anapata zile njia zake za kufanya huduma kama ni kufungia, kufanya palizi, kumwagilia, kwa hiyo kupiga dawa, kwa hiyo mkulima ilikuwa na, inakuwa inamsaidia sana. Kwa hiyo kanuni nyingine ambayo mkulima atakiwa aifanye ambapo sisi tunawafundisha wakulima mkulima anatakiwa atumie mbegu ambazo ni nzuri kutokana na ule msimu ambao analima au kutokana na kuepukana na zile changamoto ambazo zina mkumba a. Lakini a, tunafahamu pamoja na kwamba ni mbinu hizo ambazo wanatumia ama mnatumia kama COCD. Pengine kwa wakazi wa kijiji hiki wanaweza kwa kunufaika kwa namna gani kutokana na hizo, hizo, hizo mbinu lakini pia je katika kata hii umegundua vitu gani ama changamoto gani zinazosumbua udongo hasa sasa kwenye eneo hili ambalo tutafanya? Kwenye hii kata ya Malolo tumewasaidia wakulima, kwa maana ya kuweka hizi shamba darasa, zimeweza kuwasaidia wao kujifunza hizi mbinu bora za kilimo. Kwa maana tumeweka shamba darasa, tunakuwa tunawakusanya kwa pamoja, wanakuja kujifunza kwa pamoja. Kwa hiyo wameweza ku ku ku ku kunufaika kutokana na zile mbinu bora za kilimo ambazo ili tuweze kuwasaidia waletea tija katika kilimo chao. Ya, kwa majina anaitwa Ebeneza Joseph, ni bwana shamba wa East West Seed. Sisi East West, tunasema mbegu bora kwa mapato mazuri tukiwa tunaamini kwamba East West, tunazalisha mbegu ambazo zinakuja kuwainua wakulima kiuchumi, kimaisha, ili wapate mapato mazuri, maisha yaendelee, wakiwa na afya njema. East West tunafanya tafiti kuhakikisha kwamba mbegu tunazozileta zinakuja kujibu changamoto za wakulima mashambani pamoja na sokoni. Leo tuko na mbegu bora kabisa ya Imara F1. Imara ni mbegu ambayo imekuja kujibu changamoto za magonjwa makorofi ya virusi, lakini pia Imara F1 ni mbegu ambayo ina uzazi mwingi. Kama tunavyoona, nyanya imeshaanza kuiva, nyanya inachumwa, sasa hivi tuko mchumo wa pili, lakini ukiangalia nyanya huku juu inaleta maua mengi, lakini chini pia inakuonyesha ina matunda mengi. Tunasema mbegu bora kwa mapato mazuri. Ukiwa na Imara F1 unaweza kupata michumo 12 mpaka michumo 16, ukiwa unafuata zile kanuni bora za kilimo, lakini pia Imara F1 ni mbegu ambayo ukienda nayo sokoni unauza ukiwa huna wasiwasi. Ni mbegu ambayo inatakiwa sokoni, tofauti kuwa na mbegu nyingine. Lakini tunasema pia Imara F1 ni mbegu ambayo inasafirishika popote. Leo tupo Malolo, kwa hiyo una uwezo wa kutoa Malolo kupeleka Dar es Salaam, kutoa Malolo kupeleka Dodoma, kutoa Malolo kupeleka popote ambapo mkulima ataona kuna soko la uhakika. Tunasema mbegu bora kwa mapato mazuri, lakini pia Imara F1 tunasema ikiiva inakuwa inavutia sana, kama tunavyoona. Ukienda nayo sokoni nyanya kama hii, mkulima unahakika kila anayepita pale sokoni lazima akuone wewe kwanza. Ni mbegu bora kwa mapato mazuri, lakini pia Imara F1 inaganda gumu, lakini pia Imara F1 ukiikata, hata ndani imejaza kabisa. Kama tukikata namna hii, tunaona kabisa Imara F1 ndani imejaza vizuri ni mbegu bora ambayo tunasema mkulima ambaye amedhamiria kulima kwa tija lazima alime mbegu Imara F1, tukalime kwa tija, tufuate kanuni bora za kilimo. Lakini Imara F1 ni mbegu ambayo mkulima, inafanya vizuri kwenye msimu wa mvua, inafanya vizuri kwenye msimu wa baridi, lakini ukilima kwenye kiangazi, mkulima, fuata weka me, maji ya kutosha, ili upate mapato mazuri. Lakini pia Imara F1 tunasema, hata ukiipika ina ladha nzuri. Imara F1, mbegu bora kwa mapato mazuri, wakulima, tukalime kwa tija. East West tumejipanga kumhakikishia mkulima mapato mazuri. Tunaandaa mashamba darasa kila wilaya, kila mkoa, wapo mabwana shamba, wapo wakulima viongozi. Hiyo yote ni katika kuhakikisha sasa hizi elimu zinapita kila mahali, kila kijiji, kila wilaya, elimu zinafika kwa wakulima. East West ni kampuni ambayo inamjali mkulima mdogo, inamjali mkulima, wakati inamjali mkulima mkubwa. Imara F1 inapatikana gram moja, gram tano, gram 25, gram kwa ujazo wa gramu moja, gramu tano, gramu 25 pamoja na gramu hamsini. Hiyo yote ni katika kuhakikisha kwamba wakulima wote wanapata mbegu bora. Wakulima nawakaribisha sana East West, tukalime kwa tija. Kuthamini kwa wa wateja wetu, tumewapatia vocha kama zawadi kwenye kila manunuzi ya mbegu zetu za Imara dhahabu pamoja na maya. Kama mkulima ukinunua mbegu ya Imara utaona kialama cha vocha hapa juu. Kwa hivyo ili uweze kupata vocha kuweka kwenye simu yako, kuwasiliana kama hivyo tutavyompatia ndugu yetu hapa, basi utapaswa ukwangue kwenye eneo hili la vocha, kwangua eneo la vocha. Ukisha kwangua eneo hili la vocha utabonyeza nyota 148 nyota 56 Nyota mia na sita alama ya leli. Utaulizwa jina lako, mkoa wako uliopo utajaza. Baada ya hapo, utaingiza mfano wa namba hizi ambazo anaingiza ndugu yetu hapo kwenye simu yake. Anaingiza namba, anafuata taratibu nyota mia moja arobaini na nane nyota hamsini na sita nyota mia moja na sita leli. Basi hapo ataulizwa yeye ni nani, atajaza jina lake ataulizwa iko mkoa gani. Baada hapo, ataingiza vocha zake za namba ambazo zinaonekana hapa. Basi atakuwa amepewa muda wa bure wa maongezi, ili aweze kuwasiliana na wakulima wezie, aweze kuwasiliana kwenye biashara yake ya kilimo, pamoja na uwekezaji wake wa kilimo. Zingatia sana, hii ni vocha, ni zawadi ya bure na si bahati nasibu. Karibu sana, isiwe sidi. Mbegu bora kwa mapato mazuri. Karibu sana mkulima, unaweza kuweka vocha zako na hizi ni mbegu zako umenunua sana. karibu sana. Asanteni sana, shukrani sana, ulime sana. Kwa tija tunaamini matokeo mazuri utayapata kwenye mbegu ya Imara F1. F1. Karibu sana. Aya, asante sana. Mara nyingi tunapata ugumu sana kwenye ukulima, na ugumu huu unatokana na namna ambavyo unaweza ukashirikiana, ushirikiano wako unaopata upi? E, kutoka kwa wale ambao wanakusaidia kwenye masuala mazima ya kilimo. Serikali imetoa nafasi kwa wewe mkulima ambaye hauwezi kulima na wanatamani kulima kibiashara, wamekusogezea mabwana shamba wa kwao mpaka hapo ambapo ulipo sasa. Kama unatamani kulima vizuri, tafuta mabwana shamba ambao wanajua nini wanachokifanya Je, kwa upande malolo, wa kata hii ya Malolo bwana shamba wa maeneo haya wao wanazungumziaje kuhusiana na masuala mazima ya mbegu hii ya Imara F1, lakini pia kanuni zipi ambazo wanazingatia kukufundisha wewe kulima kisasa lakini kwa uzuri zaidi. Kuna mbolea, mbolea hii E, unajifunzaje kuitumia na ukapata mapato mazuri, lakini zaidi ya yote masoko. Bwana, unapolima lazima upeleke sokoni ukauze ukapate ankara mani e, fedha e, uchuchu kidogo, lazima mambo yakae vizuri kabisa. Je, wao wanazungumziaje kuhusiana na kampuni ya ISSID, lakini pia ushirikiano wao ni upi kwao kampuni ya ISSID? Kwa majina anaitwa Isaac Kigeroni Mponda, ni bwana shamba wa kijiji cha Chabi, kata ya Malolo, halmashauri ya Kilosa, mkoa wa Morogoro. Mm, ni bwana shamba wa kijiji cha Chabi kitongoji cha Itipi, na leo tuko shambani kwa mkulima bwana Mr. Rusanilo ambaye amekuwa ni mkulima ambaye nafanya naye kazi kwa muda mrefu. Lakini kikubwa leo, tuna tumebahatika kutembelewa na wataalamu au wafanyakazi wa kutoka kutoka kampuni ya East West ambao ni wasambazaji wa mbegu ya imara ya nyanya na mbegu, na mbegu nyingine. Lakini leo tuko hapa shambani kama tunavyoiona hii mbegu ya imara, na mkulima amekuwa amekilima hii mbegu kwa muda mrefu, na ni mbegu ambayo imekuwa imemletea mafanikio makubwa sana. Kwanza inazaa vizuri, inatoa mavuno mengi, lakini pia ni mbegu ambayo inahimili magonjwa mbalimbali ambayo yanakuwa yamekuwa yakishambulia nyanya. Kwa hiyo kama unavyojionea hili shamba la mkulima, nimekuwa bega kwa bega na huyu mkulima kutoka hatua za awali mpaka sasa ilipofikia, imekaribia kufika kwenda sokoni, lakini kama mnavyoona ni nyanya ambayo iko vizuri, ina maendeleo mazuri hivyo. Kwa hiyo kuna faida kubwa ya kulima mbegu ya imara, na kwa wakulima wote ambao wako kwenye eneo hili au wakulima wote ambao wanapatikana Tanzania ni vizuri wakajitahidi wakaji, au wakaweza kuipata hii mbegu ya imara kwa sababu ni mbegu ambayo inafanya vizuri, imekuwa ikiwasaidia wakulima kwenye kipato cha kawaida, kwa maana ya kuendesha maisha yao, kwa maana kuanzia kwenye chakula lakini kwenye biashara. Hivyo pia ni biashara, kilimo cha nyanya ni biashara hasa ukifuata mbegu bora ambayo, kwa maeneo haya, mbegu, mbegu ya imara imekuwa inafanya vizuri, kwa sababu imekuwa imewezesha wakulima wetu kujipatia kipato lakini kuendesha maisha yao kusomesha familia zao na kuendesha maisha yao ya kila siku kupitia kilimo cha nyanya. Kwa hiyo ushauri wangu na maombi yangu kwa wakulima wa eneo hili hasa kata ya Malolo ambako mimi nipo, wajitahidi sana kuipata hii mbegu ya imara kwa sababu ni mbegu ambayo inafanya vizuri sana. Ugumu uliupata wapi pale ambapo ulipo? eh washawishi eh, wakazi wa kiji hiki kutumia mbegu hii ya Imara F1 kutoka kwa kampuni ya East West Seed. Na pengine uliweza kupambana nao kwa namna gani katika suala zima la changamoto alizokuwa amkuelekeza na ukawaelekeza namna gani ya kuweza kufata? Uh, ugumu sio, haukuwa mkubwa kwa sababu baadhi ya wakulima ambao wamelima hii mbegu ya Imara wamekuwa wanavuna kipato, wanavuna mapato, wanavuna kipato kikubwa na imekuwa inawasaidia wakulima. Changamoto hazikosekani. Changamoto mojawapo, wakulima baadhi ya wakulima ni wagumu kubadilika, hasa mbegu mpya inapokuja. Lakini naamini kwa siku za mbeleni, kwa watu baada ya kuona mavuno mengi mavuno, na kipato kikubwa kwenye kupitia hii mbegu ya Imara nafikiri, naamini watu wengi watashawishika, wata kuendelea na kuitumia hii mbegu ya Imara. Ushirikiano ambao umeupata umekusaidiaje kuakisha kwamba kwa unaisogeza mbegu hii ya imara F1 uh, kutoka kwa kampuni ya East West? Ushirikiano umekuwa mkubwa na kutoka, kutoka kampuni ya East West kwa sababu kwa muda ambao nipo nao tumeshafanikiwa, tumesha, tumesha kuwapata wakulima wengine wapya zaidi ya watano kwenye eneo letu, ambalo mpaka tunavyozungumza sasa hizi wamesha, wana mbegu ambayo imeshatoka kwenye kitalu na iko shambani kwa hiyo naamini ushirikiano kutoka East West, kampuni ya East West umekuwa mkubwa kwetu, hasa mimi bwana shamba, kwa sababu wamekuwa wakinialika, wamekuwa wakinishirikisha kwenye kila hatua au kwenye kila jambo ambalo linafanyika kwenye eneo ambalo mimi nafanya kazi. Tumekuwa tumeshirikiana hatua kwa hatua. Ugumu wanaopata uh, wakulima wengi ni kuwapata bwana shamba kwa urahisi na kwa wakati, kwako hili likoje? Ah, kimsingi, kwa upande wangu mimi binafsi nimekuwa nao karibu sana kwa sababu unapatikana kwenye eneo ambalo nipo na uwepo wangu wa muda wote na kushirikiana na izi, hii kampuni ya East West umekuwa mkubwa, hivyo inatuwezesha au inaniwezesha mimi binafsi kukutana na wakulima mbalimbali, kukutana na wakulima tofauti tofauti ambao wanajishughulisha na kilimo cha nyanya hasa kwenye hii mbegu ya Imara. Wito wako ni upi sasa kwa uh, wanakijiji wa, wa, wa, wa kata hii lakini pia wale ambao pengine hawajawahi kutumia na wamekuwa na maswali mengi sana? Wito wangu kwa wakazi wa kata ya Malolo kwa ujumla na kijiji cha Chabi, kitongoji cha Chabi, kitongoji cha Itipi ni kwamba wajitahidi kutu, kutembelea kwenye mashamba ya wakulima wa wawale wakulima ambao wanalima mbegu ya imara wajaribu kuniuliza, wajaribu kunifuata, wajaribu kufanya kuni, kuni, mawasiliano na mimi, ili tuweze kuwashirikisha, tuweze kutembea kwenye wakulima wale, tuwatembelee wakulima, wakulima kama Mr. Rusanilo ambao wanalima mbegu ya Imara na wakulima wengine, ili wajifunze, waone ni kia, kwa kiasi gani mbegu ya Imara inafanya vizuri ukilima. Kwa majina, anaitwa Paulo Magese. Mimi ni afisa kilimo wa kata ya Malolo. Kwa upande wa kilimo, tumekuwa tukiwahamasisha wakulima kutumia kanuni bora za kilimo na, na moja ya kanuni bora za, za kilimo ni kutumia ni kwa, katika kuchagua mbegu bora, na hapa tumeona Imara F1 ni moja ya mbegu bora ambayo inaleta matokeo makubwa sana hapa Malolo ukilinganisha na mbegu ambazo wamekuwa wakizilima. Lakini pia tumekuwa tukiwahamasisha katika matumizi ya, ya mbolea na serikali imeleta utaratibu wa kuwapa wakulima mbolea kutumia mfumo wa ruzuku, na imerahisisha sasa hivi maafisa kilimo wote tunaweza kuwasajili wakulima katika mfumo, na muda mfupi tu mkulima, wakati anafanya usajili, anapata namba yako pale pale na kuweza kwenda kununua mbolea kwa, kwa punguzo la serikali. Kwa hiyo tunahamasisha wakulima waendelee kuwatafuta maafisa kilimo ili waweze kujisajili katika mfumo huo wa ruzuku. Pengine mnawasaidiaje e, wakulima hawa kupata mbegu za Imara F1 kutoka kampuni ya East West Seed kwa urahisi, na ni pia urahisi uko vipi kupata mbolea? Kwa upande wa mbegu tumekuwa karibu na wafanyakazi wa, East West. Kwa hiyo tuna mawasiliano moja kwa moja, kwa hiyo mkulima anapohitaji mbegu tunamuunganisha moja kwa moja na wafanyakazi wa East West, na mbegu huwa zinatufikia hapa na tunapatia wakulima. Changamoto kubwa ni kwenye kupata pia kutunza mashamba hasa kwa kutumia mbegu bora pamoja na uh, mbolea na mbolea sasa zimekuwa ziko nyingi sana. Nyinyi kama serikali mnaweza kuwasaidia watu kupata mbolea kwa wakati? ya Wapo mawakala ambao wameunganishwa moja kwa moja na TFA kwa wanazipata hizo mbolea na kuwauzia wakulima kwa, kwa mfumo wa ruzuku. Sisi kazi yetu kama maafisa kilimo ni kuwapa elimu wakulima namna gani watatumia hizo mbolea. Maana zipo mbolea za kupandia, zipo za kukuzia na zipo za kuzalishia. Kwa hiyo tunawapa elimu kupitia mashamba darasa, kupitia wakulima moja moja, namna ya kutambua mbolea ipi atumie na kwa wakati gani. Mashaka yanakuwa yako mengi, kupata mbegu, kupata mbolea, lakini pia hata kwenye upande mzima wa masoko. Kama mbwana shamba hasa ambao mmeaminiwa na serikali hawa watu mnawasaidiaje kuhakikisha kwamba wanavuka vikwazo vi, vi, vi, vi, vi vyote hivyo, hasa kwenye eneo zima la, la masoko? Mnawasaidiaje hapo? Maana hapo ndo penye changamoto. Mtu analima lakini bado anakutana na ugumu wa kupata eh, masoko. Ni kweli katika kilimo changamoto kubwa imekuwa ni soko. Tunawafundisha wakulima kuanza kufanya utafiti wa soko kabla hajapanda zao. Anapopanda zao tayari anakuwa ameshafanya utafiti wa soko, ameshalifahamu wa kwamba wakati huu nikipanda ni lini nitavuna na wakati huo tunapovuna, mara nyingi bei huwa zikoje. Kwa hiyo tuna, tunatumia kufuata utafiti wa soko kabla ya kulima. Kwa kumalizia, wito wako ni upi? Uh, kwa wakulima na hata wale ambao hawajaanza na wale ambao tayari wameshaanza, ninawahamasisha wa wakulima kufuata kanuni bora za kilimo, lakini cha, katika, kuchagua, kanuni bora, katika kuchagua mbegu ambao ni moja ya kanuni bora za kilimo imara ifuani kwa sasa. Ukanda huu wa Malolo inafanya vizuri kwao, na washauri wakulima wapande imara ifuani kwa matokeo makubwa. Naam, ni kipindi cha kilimo sokoni, tupo kata ya Malolo wilaya ya Kilosa mkoani Morogoro. Mimi ni Nikolas Kilooko ndio ambaye nimehakikisha kwamba nakupeleka sehemu tofauti tofauti na upate elimu bora zaidi. Umewatazama wakulima pamoja na mabwana shamba, ni elimu ambayo amekupa lakini pia wanasema nyanya ni nyanyase nyanya ni nyanyue na kutaka kunyanyuka, basi lima imara F1 kutoka kampuni ya East West Seed. Ni wauzaji wa mbegu za e, mboga mboga, pamoja na matunda, na zaidi yote wamekurahisishia sana, wamekuwekea hapa uh, kibandiko hiki cha kudhibitisha mbegu hii, lakini pia zaidi ya wote wamekupa vocha bure kabisa. Unakwangua hapa, unajaza vocha yako, unawasiliana ndugu zako bure, bila kuwa na changanyiko wote ule. Na tuko katika kata ya Malolo, wakazi wa Malolo wanatumia imara F1, wewe kwa nini usitumie? na ukitumia hii unapata mapato yaliyokuwa bora zaidi. Wanasema mbegu bora kwa mapato mazuri. Kwa heli kwa sasa, vipindi vingine vinafuata wiki ijayo. Utakuwa sehemu gani? Subia hapo hapo uweze kufahamu wapi tutakuwa wiki ijayo.